People want to share and stay connected with their friends and the people around them. Mark Zuckerberg ni mmoja wa wanabiashara watajika katika nyanja ya mitandao ya kijamii. Yeye ni mwenyekiti na mwanzilishi mwenza wa mtandao wa Facebook. Utotoni mwake alipenda kujifunza mambo ya kuunda programu na michezo za kompyuta. Katika shule ya upili alinawiri masomoni na kufuzu kujiunga na chuo kikuu cha Harvard. Katika mwaka wake wa pili chuoni alianza kuunda mtandao wa kijamii wa Facebook, hali iliyompelekea kuacha shule. Hivi leo mtandao wa Facebook ni moja kati ya mitandao ya kijamii iliyo na umaarufu kote duniani, utajiri wake ukikadiriwa kuwa shilingi bilioni elfu tatu mia nne. Jack Dorsey ni miongoni mwa wanaounda programu za kompyuta waliotia fora. Ni mmoja wa waanzilishi wa mtandao wa Twitter. Alianza kuandika lugha ya mafumbo ya kompyuta akiwa na umri mdogo, lugha inayotumika katika utaratibu wa magari ya teksi hadi leo huko Marekani. <muchos> baada ya kukamilisha masomo ya shule ya upili Jack alijiunga na chuo kikuu cha New York. Akiwa chuoni, wazo la kuzindua mtandao wa kijamii lilimjia. Aliunda mtandao ambao umeibuka kuwa maarufu kote duniani, Twitter. Ni hali iliyomlazimisha kusitisha masomo katika chuo kikuu, kazi iliyozaa matunda baadaye. Hii leo mtandao wa Twitter ni moja kati ya mitandao ya kijamii iliyo maarufu kote duniani. Jack ana utajiri unaokadiriwa kuwa wa thamani ya shilingi bilioni 250. Michael Dell hahitaji kitambulisho kwetu. Yeye ni mwanzilishi wa kompyuta za Dell. Utajiri wake unakadiriwa kuwa wa thamani ya shilingi bilioni 200. Dell alihudhuria chuo kikuu cha Texas lakini akasitisha masomo. Alitumia chumba chake cha kulala katika chuo kikuu kujifunza uundaji wa kompyuta na ndio ulikuwa msingi wa kuanzisha kampuni ya kuunda kompyuta za Dell. Mwaka 1992, Michael Dell alikuwa mkurugenzi mwenye umri mdogo zaidi kote duniani katika orodha ya Fortune akiwa na umri wa miaka 27. Amiri Harland Sanders hakuacha ukosefu wa masomo kumkandamiza kwani biashara aliyoanzisha kuuza kuku wa kukaangwa maarufu kama Kentucky Fried Chicken imedumu hadi leo. Babake Sanders alifariki akiwa mchanga, mwenye umri wa miaka sita alilazimika kuacha masomo akiwa shule ya msingi ili kufanya kazi na kuisaidia familia yake. Baadaye alirudi chuo maalum na kuhitimu na shahada ya wanasheria. Tajiriba yake katika biashara na ujuzi wa kupika ndivyo vigezo vilivyomwezesha kufungua biashara ya kuuza kuku wa kukaangwa, biashara iliyonawiri huku akifungua mikahawa kote Marekani na hata katika miji mbalimbali mbali kote duniani. KFC ambayo ni ufupisho wa Kentucky Fried Chicken ni mkahawa unaojulikana kwa kuuza minofu ya kuku iliyoongezwa viungo maalum vinavyoipa ladha ya kipekee.